Kumekuwa na tuseme msimu huu mmepata bani mbili ambazo moja hapo imesababishwa na mashabiki mm, yeah. Uh, na na zote imani mbili, mbili eh, zote mbili yeah. Mashabiki mm, na naimani kwa namna timu ilivyocheza ugenini uh, baada baada Fadu kuondoka ambaye alikuwa kipenzi cha wana Simba, watu waliaminishwa wakawa na imani baada ya kuja Pantev, lakini kwa namna walivyoiona Simba juzi na ushindi uliopatikana ugenini, imani yangu ni kwamba wengi watakuwa na hamu ya kuja uwanjani kuweza mm, kuangalia kocha na kwa namna timu inavyocheza. Uh, ukiangalia Simba hii namna ilivyocheza imekuwa tofauti, karibu na misimu miwili mitatu iliyopita. Kwa hiyo imani yangu kwamba watu watakuja. Je, kama management, mmechukua hatua gani kuhakikisha mashabiki wasije wakaleta matukio yale yale ya kujirudia mm. Unajua, inaleta uh, repetition mbaya kwa kafu yeah. kuonekana kila siku simba simba simba mm. kutajwa kwenye eneo, wakati wenyewe mna tunzo ya mashabiki bora, mzungumza nao sasa. Nashukuru bwana, swali zuri. Kumekuwa na, ba, na mm. uh, hii, hii trend ya watu kufanya vitendo vya, vya kihuni uwanjani na kiukweli, vinaharibu taswira yetu sisi Simba Sports Club mm. Ndani ya msimu mmoja vitendo hivyo vimetokea mara mbili eh? kwenye mechi kwenye mechi dhidi ya Almas... no, no, si Almasi. kwenye mechi Asfaxien mm. kwenye mechi Asfaxien ikapelekea tukaadhibiwa mechi dhidi ya Coastal Gym na kwenye mechi dhidi ya Al Wasl robo fenali, ilitokea hivyo ikapelekea tukaadhibiwa kwenye mechi eh, dhidi ya Gaborone ni vitendo ambavyo kusema kweli vinatia doha na vinachafua taswira njema ya Simba Sports Club na vinapaswa kukoma tena kwa haraka sana. Lakini sisi tunaitazama hii kwa namna ya tofauti sana. E, wapo watu wenye nia mbaya na Simba ambao ndio wanafanya vitendo hivi vya kufanya vurugu. Hatuamini kabisa kama kuna mwanasimba ambaye anaweza akafanya vitendo hivi na kupelekea klabu yetu ikachafuka taswira yake, mm -hmm. Kwa mantiki hiyo basi, tunatoa onyo kali kwa yote ambaye anakuja uwanjani kwa lengo afike uwanjani avamie uwanjani ili Simba Sports tufungiwe Mtu huyu kusema ukweli asije akatulaumu yeye wala familia yake, tutadili naye papendikula pale, pale, yani ngado kwa ng'adu. Lakini mashabiki ndo wanapaswa kutusaidia zaidi, wale mashabiki wenye nia njema na Simba Sports, ukimwona mtu jukwaani anataka kuasha baruti lile mzuie, hmm. na usishie tu kumzuia mpokonye na mchukue mpeleke kwenye vyombo vya usalama jamani, huyu mm. mtu anataka kutuharibia shughuli yetu mm. tamkabidhi pale afande Mudi eh, atajua yeye anafanyaje naye pale kituo cha so. polisi cha Ng'ombe. Ukimwona so, so. eh, mtu anajiandaa kuruka mm. kwenda kwenda kuvamia pichi mdabue monaban mm. toka naye nje uwanjani, mpeleke kwenye mamlaka husika. Tuanze sisi wenyewe kukomesha vitendo hivi so. kwa sababu tunakoelekea mm. Niko tunahitaji zaidi mashabiki mm -hmm. mechi tatu za, za hatua ya makundi tunahitaji mm -hmm. sana mashabiki, mechi ya robo finali tunataka sana mashabiki, nusu finali sana sana mashabiki. Kwa hiyo tusikubali kujipotezea hiyo nafasina tena zaidi Katanga mm -hmm. tumefungiwa mechi moja, mechi moja, maana yake mm -hmm. ikitokea tukarudia hili kosa mm -hmm. kuna hatihati ya kuadhibiwa mechi nyingi zaidi. Sasa uchungu wake ni mkubwa mno mm -hmm. Simba anacheza Temeke ni kwa Mwembe <coughs> Yanga naangalia mechi kwenye <coughs> TV <coughs> hainaongia hata kidogo.